Vituo tunaomba viwe rafiki na sisi watu wenye ulemavu, kwa sababu vikiwa juu sisi hatuwezi. Sasa mfano nakuja kwenye nyumba, unajua imewekwa kwenye ghorofa, wako juu wanapigia, mimi napata shida. Mimi naweza nikapanda, kuna mwingine hawezi kabisa, hata ulichea iendi. Mfano kama peki, labda kama sokoni Kingalu, mlemavu unapandaje pale? lakini si sehemu ikiwa rafiki hakuna shida. Kama mimi niko vizuri, lazima nitakwenda na nitapiga kula, na hata wenzangu watakuja kupiga kula kwa amani. Ombi langu kwa wasimamizi, tunapofika kwenye vituo vya nani vya kupigia kura, waone namna ya, ya, ya, ya kutusapoti maone kwa sababu, kwa mfano itategemea na kituo kituoni, lazima niende na mtu, itategemea kituo kipo eneo gani cha kupigia kula na kulingana na eneo la mimi niilopo kwa hiyo ombi langu kwa wasimamizi wanapotuona sisi makundi maalum, basi waone nafasi ya sisi kushiriki kupiga kura kwa wakati tuka, tuka tumeondoka eneo la tukio. Aa, mimi moja kwa moja kwa asilimia tisini na tano niko tayari kwenda kushiriki kupiga kura moja kwa moja, kwa sababu elimu nilipata ya juu sala nzima ya, ya uchaguzi kwao, nitashiriki, lakini pia nimejaribu kuhamasisha na wengine mna nadhani tutashiriki wale ambao niko nao karibu na mimi nitashiriki nao kwenye swala zima la uchaguzi. Kwa watu wenye albino, kwamba tunatamani kwamba tukuziwe maandishi ya yale majina, ili tunapoenda kukagua yale majina yetu tuweze kusoma kwa urahisi. Na vile vile kwa watu wenye ulemavu wa viungo, mfano ulemavu wa miguu, kwamba waweze kutengenezewa au kuwe na ngazi mseleleko ambazo itamsaidia yule mtu mwenye ulemavu wa viungo anapoweza kufika eneo lile akiwa na wheelchair, aweze kufika sehemu kwa, kwa, kuna mwanachama wetu mmoja ambaye anatoka kata ya Chamwino amethubutu kugombea nafasi ya udiwani. Kwa hiyo tunatarajia Mungu akifanya wepesi, tarehe 29 tuende tukampatie kura zetu. Tumejipanga vizuri katika jimbo la Morogoro Mjini kuhakikisha kwamba mazingira rafiki kwa wenzetu wenye mahitaji maalum kwa mfano katika vituo vyetu vyote 935 hakuna kituo ambacho kiko katika jengo la gorofa, kwa hiyo itawasaidia wote waweze kufika. Lakini pia kwa vile vituo ambavyo vina ngazi labda tatu nne, tunahakikisha kwamba kuna mazingira rafiki ambayo yatamwezesha yeye kuweza kupiga kura. Lakini pia tumeangalia kuhakikisha kwamba tunahakikisha vituo vinakuwepo jirani. Kwa mfano, wakati wa uandikishaji ulikuwa tuna vituo 313 Lakini sasa wakati wa kupiga kura tuna vituo 935 ambavyo sasa vitawapunguzia wenzetu wenye mahitaji maalum kutumia umbali mrefu kutoka kwenye maeneo yao kufika katika kituo cha kupigia kura. Kwa hiyo hilo tumeliangalia kwa namna hiyo.